Hello, naitwa Mohamed Mriri, ni kiongozi katika kampuni ya BF Suma na katika kampuni yetu ya BF Suma tuko na kitu kinaitwa mpango masoko. Mpango masoko ni kitu gani? Mpango masoko hii ndiyo formula ambayo BF Suma wameiweka kwa ajili ya kuweza kusambaza hizi bidhaa. Huu ndio mfumo ambao unakuonyesha wewe BF, wewe distributor unatakiwa ufanyaje kazi na unaenda kufaidika vipi na mfumo huu hapa. Kumbuka, hii ni biashara huru kabisa. Sasa uh, hapa tunaona kabisa kuna huyu mtu anaitwa mwanachama. Mtu anapojisajili katika kampuni ya BF Suma anakuwa mwanachama ama distributor ama wakala. Yeye anakuwa ana majukumu mawili, jukumu lake la kwanza ni kuweza kuuza bidhaa, na hapa mwanachama atatakiwa kujifunza na kuwa mbunifu katika njia tofauti tofauti, ili kuweza kujua namna gani anaweza kuuza bidhaa. Atakapouza bidhaa, hapa ndipo anapoenda kupata faida yake ya kwanza. Faida ya kwanza ya kuuza bidhaa, kwanza kabisa itakusaidia wewe kuweza kupata faida za rejareja. Kwa mfano BF Suma wameweka bei constant kwa kila bidhaa. Kwa hiyo wewe mwanachama utaenda kuuza zile bidhaa kwa bei zako unazotaka wewe, ama kwa bei ambazo utakuwa umeplani, labda wewe na viongozi wako mweze kuuza. Kwa mfano Femikea, watu wengi wanauza shilingi elfu hamsini na moja lakini distributor anainunua kwa shilingi elfu thelathini na mia nane kwa hiyo hapo utaweza kupata faida ya shilingi elfu ishirini. Kwa hiyo unaweza kupata faida nyingi kadri huwezao kulingana na wewe, namna ambavyo unaenda kuuza hizi bidhaa. Lakini faida ya pili ni kuweza kupata kitu tunaita bonus. bonus ni nini? Bonus hii ni faida utakayoipata kwenye malipo ya mwezi kutokana na mauzo yako binafsi. Unapouza bidhaa zinakuwa zina kitu kinaitwa points. Nadhani kuna video nilitoa nikielezea zile points mambo ya PV, PPV, GPV, CGV na vitu vinginevyo. Kwa hiyo unapata zile point kupitia ile namba yako ya wanachama na hapa zile point ndizo zinazoenda kukulipa wewe mwisho wa mwezi na mbeleni huku tutakuja kujifunza namna gani ambavyo wanakulipa kulingana na zile point. Lakini jukumu la pili la wewe mwanachama, ambalo hili ndio jukumu kubwa kabisa unatakiwa kulifanya ili uweze kufanikiwa kwenye e, mfumo huu wa biashara, jukumu hili la pili ni kujenga timu. Kujenga timu ni kazi rahisi, lakini ni kazi ngumu. Hii ni kazi ambayo inahitaji commitment, ambapo hapa baadaye nitakuja kuelezea ni namna gani ambapo tunatakiwa kuweza kujenga team. Faida ya kwanza utakayenda kuipata unapoenda kujenga timu ni kuweza kupanda daraja kwa haraka. Kupanda daraja kwa haraka hii ina maana gani? Hii ina maana kwamba BF Suma kuna madaraja yako kumi na mbili, level ya kwanza tunaita star 1 mpaka star 12, lakini kutokana na mpango masoko sasa hivi jinsi ulivyo, mtu anaanzia star 2, anaanzia level ya pili. Sasa kutoka level ya pili mpaka level ya saba unaweza ukafika, hata kama hauna timu, uko peke yako, unaweza ukafika, lakini unaweza kuchelewa kufika kwa sababu kila level ina point ambazo unatakiwa uzifanye. Mfano, ili ufike daraja la saba unatakiwa ufanye point elfu kumi na mbili toka umeanza. Zikifika elfu kumi na mbili wakianza kuhesabu kuanzia siku umeanza, na unavyoendelea mpaka zikifika elfu kumi na mbili, basi wewe utakuwa level ya saba, ambapo hapo utaitwa leader. Lakini ukiwa na team sasa ni ha, ni, ni unaweza kupanda uh, hayo madaraja kwa haraka zaidi kuliko ukiwa huna team. Lakini kuanzia daraja la saba kwenda mbele, huwezi kutoka pale kama hauna team. Lakini pia vitu kama safari, magari, tuzo zote ambazo unazisikia BF Suma ama unaziona BF Suma huwezi kupata kama hauna team. Na faida ya pili unaweza kuipata ni kuweza uh, kupata bonus inayotokana na mauzo ya team. Tutakuja kujifunza, tuone namna gani ambavyo BF Suma wanakulipa uh, bonus kutokana na mauzo ya team. Kwa hiyo, ili uweze kupata bonus kubwa, unaweza unatakiwa ujenge timu yenye watu wengi ambao wanafanya biashara.